Uwekezaji wa uzalishaji wa unga wa ngano kutoka kampuni ya uzalishaji ya Said Salim Bakhresa umeendelea kuvutia mataifa mbali mbali duniani kutokana na ubora wa bidhaa hiyo ambayo inapatikana karibu mataifa mengi ya Afrika. Hayo yamebainishwa wakati wa ziara ya wakufunzi na wanafunzi kutoka Chuo cha Ukamanda na Unadhimu nchini Zambia walipokuwa wanatembelea kiwanda hicho kujionea uzalishaji unaofanyika. Meneja uhusiano na mawasiliano wa Bakhresa Group Rehema Salim ameishukuru serikali kwa kutambua mchango wao kwani wamekuwa wakipokea wageni wengi kuja kiwandani hapo kujifunza teknolojia inayotumika. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jeshi kwa ujumla kwa kuendelea kutambua mchango wetu katika viwanda hivi na mchango wetu kwa uchumi, kwani kiwanda hiki kimekuwa cha mfano. Tumekuwa tukipata ugeni wa mara kwa mara na niseme tu kwamba tunawashukuruni sana na tutaendelea kuzalisha bidhaa bora kabisa na kwa gharama nafuu kabisa ikiwa ni mwaka huu tunafikisha miaka hamsini ya makampuni haya Bakhresa. What we have seen in this, uh, factory is that... Tulicho kishuhudia katika ya kiwanda hiki ni dhamira kubwa ya kuhakikisha usalama wa chakula. Bidhaa zinazozalishwa na kampuni hii hazitumiki tu ndani ya Tanzania, bali pia zinasafirishwa kwenda nchi jirani. Tumeukubali uwekezaji huu kwa sababu unachangia kwa kiasi kikubwa uzalishaji, si tu kwa Tanzania bali pia kwa ukanda mzima, kama ambavyo imetengeneza nafasi nyingi za ajira. Nimeona watu wengi wakifanya kazi hapa. Ziara ya leo katika kampuni hii ya Bakhresa imekuwa ya kusisimua sana. Tumejifunza kwamba kuna kampuni nyingi katika nchi mbalimbali mbali, na inachangia katika ukuaji wa uchumi kwa nchi mbalimbali mbali, kwa kusafirisha aina mbalimbali za bidhaa na hilo limetuvutia.